Kifo sio aibu mwanadamu, wala uwezi ukakimbia kifo, na hapa ndipo kilipo ukomo wa kiburi cha marayaha yes. Walikuwepo marais wangapi tuliowapenda katika ulimwengu huu? Ndio maana tunahubiri injili ya haki ya kwamba ewe kiongozi uliyepewa kutawala lazima utende haki, la sivyo shoka limewekwa malangoni pako uishi katika haki. Umekuwa mtu wa rushwa, mtu wa kutaka kuheshimiwa, baadaye ya kutumika unataka kutumikiwa, ni mbadhirifu wa mali, shoka iko mahali pake mtumishi. yes. Unahubiri unaona wivu? Hapana, kama Yesu aliyehubiri usawa na haki, basi yeye ndiye aliyeniambukiza wivu Lazima ulimwengu tuwalewa watu wa Mungu ya kwamba tuko tayari kutengwa na kuonekana vichaha, tuko tayari ni lazima tuweze kunena iliyo kweli na kuzungumza ulio usawa, haki na utaua na utakatifu. Ndiyo kipaumbele cha watu wa Mungu, ndiyo maana tunapita kila eneo kufundisha utakatifu. Utakatifu katika mwili, utakatifu katika uongozi utakatifu katika utumishi utakatifu, utakatifu katika ndoa na familia, kila eneo utakatifu, hata katika siri. Na ndio maana niwafunulie watu wa Mungu mlioko mahali hapa, Mungu hawezi akasema ametubariki na tukaziona baraka pengine tunazozitafasiri kwamba ni za mwili, ikiwa kama hatujafanikiwa kushinda dhambi.